Naomba mkalinde heshima ya jimbo la Mtumba, naomba mkanilindie heshima, niendelee kuaminiwa na taasisi hizi. Wale wote ambao mtakuwa mmepokea mikopo leo, nitawaomba sana, nitawaomba sana, tujitahidi tuhakikishe fedha hizi zinarudi, ili na wenzetu wengine waweze kukopeshwa. Naamini tukifanya vizuri tutapata uwezesho mkubwa zaidi. Hiyo ndio imani yangu ambayo ninayo nayo kwa ni, ni waombe wale wote ambao wamepata fursa siku ya leo, tuitumie nafasi hii vizuri ili watu wengi zaidi waweze kukopesheka. Ndugu zangu na Mtumba, wiki mbili zilizopita niliwaahidi, niliwaahidi ya kwamba nataka niwatoe kwenye kausha damu. Najua kausha damu imewaletea matatizo mengi sana. Kuna watu leo mnalala chini, vitanda vimechukuliwa. Kuna watu leo taifa habari mnaangalia kwa jirani, tv wamechukua kuna watu leo semledi mnakalia mkeka makocha wamechukua. Mimi mlienipa imani kubwa kuwa kiongozi wenu, nataka niwaongoze katika njia sahihi, nataka nimnaoya mtalo ni wa mbele kuhakikisha maisha wanamtumba yanabadilika. Ndugu zangu wanamtumba, naweza nikawa ni mwanasiasa kwa jina, lakini kwa vitendo mimi sio mwanasiasa naishi katika mioyo yenu, najua changamoto zenu, nawapenda kwa dhati na nitawatumikia kwa dhati kubwa sana. Hili ni la kwanza, yanakuja kuja mengine mengi sana. Niliwaahidi kuhusu viwanda vidogo vidogo kwenye kata, ndio watu ambao inafata hivi sasa. Niliwaahidi kuhusu masoko kwenye kila mtaa, ndio watu ambao inafata hivi sasa. Nataka nipunguze msongamano soko la Sabasaba. Nataka wajasiriamali wakulima wa mboga mboga wafanye kazi zao katika maeneo yao, wauzie huko huko, pale pali mjini pabaki na nafasi. lakini <coughs> ndani ya miezi minne, nimechimba visima kumi na sita kwenye jimbo la Mtumba kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji. Wiki mbili zijazo nitawaita tena hapa. Tunakuja kwenye mpango mwingine kabambe kabisa, nikishirikiana na, na shirika la kilimo la Afrika Agra. Wamekubali katika maeneo yote ambayo nimechimba misima watakuja kuwajengea uwezo wale wakulima wadogo wadogo kule na kuwapa na mbegu, na kiwanda cha Mainland kichoko pa kutopola wamekubali kununua alizeti ya wakulima wa jimbo la Mtumba, ambao kupitia misima hivi itakwenda kusaidia katika kutatua changamoto kubwa ya ajira. Tarehe tisa mwezi wa pili tulifanya uwezeshaji kwa wajasiriamali mia nane jimbo la Babati vijijini, ambapo hawa wajasiriamali walitoka katika kata 6 kati ya kata 25, ambapo mpaka sasa tumetoa mitaji wezeshi nafuu ya zaidi ya shilingi milioni 90 na kazi inaendelea. Tunamshukuru sana mheshimiwa Daniel Silo, mbunge naibu spika, kwa kushirikiana nasi katika programu yetu ya Iweu. Pia hatukuviacha nyuma vikundi vya vijana vikundi kumi vya bodaboda vyenye boda, wanachama msini na vyenyewe vilitembelewa, na kati ya hivyo vijana ishirini wamepata uwezeshaji nafuu wa pikipiki. Na vijana hawa wanatoka katika vikundi vya Wapambanaji, Session Group, kazi Iendelee, Dream Achievers, na Strong Bond Group na wengine wengi.